Sasa turejee hapa nchini kuangalia zaidi kuhusu maonesho ya vitabu ambayo yanatarajia kuanza kesho Novemba 21. Tutazungumza hapa kuhusiana na maonesho ya vitabu kama hilo alivyogusia, ambayo yanatarajiwa kuanza kesho tarehe ishirini na moja e, na tunaambiwa ni, katika e, ni pale Maktaba Kuu na tutapata ufafanuzi zaidi kuhusiana na utaratibu utakavyokuwa na maonyesho hayo, hasa nini ambacho inalenga. Tumemwalika hapa tumewalika pa wadau ambao wanahusika moja kwa moja na maonyesho hayo, Hermes Damian ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wachapishaji. Karibu sana Damian sana. lakini pia tunaye Halima Adam ambaye ni mwandishi. Karibu sana Halima. Naam, karibuni sana. Na labda mtugusie tu hasa kuhusiana na, na, na, na, na, na maonyesho ambayo yanaanza kesho, ni vitu gani hasa ama lengo kuu la maonesho hayo ni nini? E, maonyesho ya kimataifa ya vitabu yanategemea kuanza kesho ni yeah, maonyesho ya 32. Maonesho ya kwanza yalifanyika mwaka 1988. Maonesho ya vitabu ni fursa ya sisi kama taifa kuonesha eh, kazi zetu kwa kazi za maandishi ambayo zimeandikwa zimhandi na waandishi wa kitanzania kazi za maandishi ambazo zimetungwa na kwa, kwa, kwa mazingira ya Tanzania zitaonyeshwa pale, na kama tunavyofahamu Tanzania ni chimbuko la kazi bora kabisa za Kiswahili ambazo zimekuwa mfano wa kazi zilizoweka msingi wa kujifunza Kiswahili tangu Kiswahili kinakuwa e, lugha rasmi ya kufundishwa katika e, vyuo vikuu. Kwa hiyo hilo ni limoja ambalo tutalipata katika maonesho ya vitabu, lakini maonesho ya vitabu ya kimataifa pia yanaleta washiriki kutoka nchi mbalimbali mbali, na tunapata fursa ya kuziona kazi zao. Inaleta wazazi, inaleta watoto, inaleta raia wote kwa ujumla eh, kuja katika eneo ambalo kwa pamoja wana uwezo wa kupata mahitaji mbalimbali ya vitabu kwa ajili ya mahitaji ya kielimu lakini pia mahitaji ya kujiendeleza wao kama raia. Sawa, mm -hmm. Sawa so, so kabisa na umesema ni fursa ya kuonesha kazi zetu. mm -hmm. um, unaonaje um, kasi ya uandishi wa kazi ama um, uandishi wa vitabu nchini um, Tanzania, ukilinganisha pia na mataifa mengine, lakini pia utamaduni wa kuandika, uh, kasi ya uandishi wa vitabu, uh, lakini mwandishi yupo atasema yuko na nafasi yeah. Lakini kasi ya uandishi si mbaya Tanzania, wanaandika vitabu, ni vingi vinavyoandikwa mm lakini ni kweli kwamba kasi iliyoonekana tangu mwaka 1960 mpaka 85 inabaki kuwa ndio ilikuwa kasi kubwa zaidi na vitabu vingi zaidi viliandikwa vili na vikawa kama msingi wa vitabu vya Kiswahili ambavyo vimekuwa vikitumika. mm. yeah. Sasa e, Halima ukiangalia kazi nyingi ama vitabu vingi ambavyo hata uh, ukimsimamisha uki, uki, uki, uki, uki, uki, hapa mtu ataje wale watu ambao wana utamaduni wa kusoma vitabu, ukimwambia, hebu nitajie vitabu ulivyosoma, unakuta vitabu vingi amesoma vitabu vya vya nje, vya uandishi wa nje, labda biashara, labda kuhusu biashara, atakwambia sijui Robert Kiyosaki, ukizungumzia si motivation, ukizungumzia vitabu vya masuala ya uongozi vitabu vya historia na wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema hata vitabu vya historia walioandika, eh, hata kuhusu historia yetu ni waandishi wa nje. Sasa eh, wewe kama mwandishi unaonaje uh, nafasi ya waandishi katika kutengeneza machapisho mengi zaidi ambayo yanaweza kutusaidia, na hivyo tukawa na waandishi wetu ambao wanaweza kutusaidia katika nyanja mbalimbali eh, kwenye maisha um, <coughs> um, kwa kweli kwa, kwa siku za hivi karibuni Um, wachapishaji pia wame, wamekuwa na mwamko wa kuamsha waandishi kuandika zaidi mm. Na, na <coughs> nchi pia imekuwa katika <coughs> imeingia katika utaratibu wa kwamba tunataka historia zetu yeah. Zifundishwe historia zetu ndo, ndo, ndo, ndo zisomwe zaidi mashuleni na ni kweli um, tuli, tulipitia kipindi cha, cha ambapo watu wengi walikuwa tuseme tuna adapti zaidi maandiko kutoka nje culture za nje, tunasoma zaidi kazi kutoka nje na, na kwa kiasi kikubwa imechangia, tumekuwa na generation ambayo haifahamu historia zetu, haifahamu stori zetu na sasa hivi mwamko umekuwa mkubwa kwa waandishi mm. Um, lakini pia ch changamoto za zingine za hapa na pale zipo katika um, namna ya kuwafikia um, audience wasomaji yeah, yeah. Lakini mwamko um, pia wa wazazi kununua vitabu vya story ambazo zinafundisha historia na, na, na tamaduni na, na, na culture zetu kupitia stories um, msisitizo hapa katikati tulikuwa mkubwa zaidi kwenye um, kusoma tu um, textbooks yani, yeah. vitabu vya masomo zaidi kuliko story, lakini sasa um, tunashukuru kwa, kwa, kwa juhudi zilizofanyika hivi karibuni kwamba um, wote waandishi na, na walimu mashuleni wanakuwa wana, wana wanasisitiza kwamba watoto wanahitaji wana, wana zaidi, um, uwezo wa kuchambua mambo um, lugha kuielewa na, na kujua vocabulary nyingi. Um, lakini pia uwezo wa kuwa na problems Solving skills ambazo ni, ni bunifu. Yeah. Na hivi vitu inaonekana kwamba vinapatikana zaidi kwenye story kufundishwa, mm, kwa kupitia stories. Kwa mtoto anaposoma story, labda kuhusu masuala ya angani, lakini akajiona jina lake la Kitanzania, mazingira ya Kitanzania mm, um, inamvutia ina, ina zaidi kutaka kufahamu labda masuala ya space, kutamani kujua sayansi za, za space kuliko akisoma mtoto um, ambaye anatoka kwenye sehemu ina snow yani, kuna barafu sijui, yeah, labda yuko sijui, Urusi somewhere au Marekani. Yeah. Kwa hiyo hiyo nayo imechangia kuongeza uhamasishaji, na sasa hivi watu wanaandika kusema kweli. Hata ukienda kwa, kwa, kwa, pub, kwa wachapishaji, utaona kwamba wanapokea yani, wanapokea miswada mingi, waandishi hasa kutoka kwenye tasnia ya walimu imekuwa inaongezeka. Na Hermes, kwako, uh, kama mchapishaji eh, na mkurugenzi pia wa bookstore mnafanya vitu gani kujenga ama kutengeneza uh, hiyo tamaduni hasa kwa watoto na watu kwa ujumla ya usomaji? Uh, nikianzia mwisho, tunaweka juhudi kuhakikisha maonesho ya kimataifa ya vitabu yana kuwepo hmm. kama unavyoona ni miaka karibu 37 tangu yameanza, lakini maonesho ya 32 kwa pia kutokuwepo na, kutoku na maonesho ya vitabu na fursa kama hii ya kuwaambia umma kwamba vitabu ni mambo ya muhimu tunaweza pia tukaa tunakosa ku, kuwezesha umma kujua. Kwa hilo ni la mwisho tunalolifanya, lakini kama wachapishaji hufanya kazi na waandishi na kuboresha habari, eh, masimulizi yao kuyachapisha na kuyanadi kwa watumiaji, ndo ni, ni wajibu, ni wajibu wa msingi wa mchapishaji. Mchapishaji anapoletewa kazi alafu anaihariri, lengo ni kuoanisha na mahitaji na mazingira yaliyopo. Kwa hiyo tunafanya mengi, tunashirikiana pia na maduka ya vitabu kuhakikisha kwamba vitabu vinavyozinduliwa vinakuwepo. e, maafisa masoko wanavyozunguka katika mashule wanakwenda na vitabu kuwaonesha. Sasa so, sisi tunaamini sio kwamba vitabu ni vifaa vya kukaa kwenye, kwenye mfuko wa, wa mwanafunzi hapana. Kitabu ni bidhaa yangu na wewe kutumia ili kujiboresha katika yale mambo ambayo tunayafanya yote, ndio hmm. Sasa eh, na unaonaje sasa nafasi ya um, E, vitabu katika kubadilisha mtazamo wa jamii, e, kufanya jamii iweze kupiga hatua, e, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na pengine hii inaweza ikasaidia kuhamasisha pia usomaji wa vitabu na kuhudhuria matukio kama haya ambayo e, mnazungumzia kazi za waandishi, mnazungumzia vitabu na vitu kama hivyo um... Mimi naamini vitabu hasa kwa, kwa, hasa kwa, kwa, kwa watoto hata kwa watu wazima pia mm, vina uwezo um, mkubwa wa kuhamasisha um, kwa mfano nitachukulia nita mfano um, pia wa kitabu kwa sababu na mimi nimepitia system ya yeah, kusoma vitabu vya nje, kitabu cha Animal Farm. Yeah, kama ni, ni kitabu maarufu sana yeah. <coughs> ambacho ni ni, ni kinatumia ki, mifano rahisi sana tu kwamba ni, ni, ni shamba linamilikiwa na binadamu ana mm. wanyama wale wanyama wameamua kumpindua mm. na kumtoa pale shambani na wao wame take over wamemiliki wame shamba, lakini ndani ya kile kitabu mtoto anapokisoma kile kitabu, ni kitabu kidogo sana ni kifupi, lakini ndani yake kinafundisha um, ile um, revolution iliyotokea Urusi ndani yake kinafundisha jinsi ambavyo hata mapinduzi ndani yake yanaweza yakawa pia yana mapungufu na kasoro, kama vitu kadhaa na kadhaa visivyozingatiwa. Kwa hiyo ndani ya, ya stori fupi ndogo, mtoto anaj, anasoma historia yeah, lakini hapo hapo pia anajifunza yeye mwenyewe pia kuwa na mwamko na kubadilisha mitazamo na, na, na anapo, anapoangalia watu wanapomletea taarifa au wanapomamizisha Um, ile elimu ya kuchanganua na kuchambua kwamba kila mtu labda ana ajenda zake japo anakuhamasisha kitu fulani. Kwa vitu vingi mtoto anasoma ndani ya kitabu kidogo ambacho tu kinazungumzia tu wanyama wamempindua binadamu. Mm. Mm. Safi kabisa <laughs> Na sasa kuelekea maonesho haya ambayo yanaanza kesho ni mambo gani ambayo uh, yatakuepo pia na yatadumu kwa muda gani? Mm -hmm. Kwanza kabisa tuna furaha kusema kwamba katika uzinduzi wa maonesho ya vitabu ya kimataifa, maonesho ya 32, siku ya kesho, tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni waziri wa utamaduni e, wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Profesa Palamagamba Kabudi. Ni alama. Waziri huyu ni alama ya usomaji, ni mtu ambaye vitabu viko katika damu na ukizungumza naye jambo la vitabu analielewa kabla hujalimaliza. Kwa hiyo atakuja kama, kama ishara ya kuonyesha kwamba tuna uwezo wa kujenga jamii ambayo inatambua kwamba kwa vitabu ni silaha ya msingi ya kujieleza na kuelewa mambo. E, baada ya yeye kuzindua, tutakuwa tuna pale tuna mabanda zaidi ya mabanda 45 ambayo yana wachapishaji e, ambayo kwa mabanda ya wachapishaji wa Kitanzania. E, yako mabanda ya wachapishaji wa Kenya, yako mabanda ya waandishi e, yako pia mabanda ya taasisi za serikali kama Kosota, kama mfuko wa utamaduni e, banda la bunge e, na benki ya NMB itakuwepo pale. Kwa hiyo watu wanavyotembea pale watapata fursa, ni kama vile una uwezo wa kuitambaa historia uka ukaipitia ramani jiografia kwa kupitia yale maonesho. Eh, kwa hiyo waje, vitabu vitakuwepo vya watoto, vitabu vya watoto, vitabu vyote na sio tu vya Tanzania okay. Kwa sababu ingawa tunataka kutukuza ya kwetu, kwa sababu ni ya kwetu na sisi ndio wadau wa kwanza wa kutetea mambo yetu, lakini hatuna budi kuishi katika dunia, kuishi na ambao tuko na, kwa hiyo tunajifunza vitu vya wengine, kwa tunawakaribisha sana na tunaomba fursa hii iwe ni, ni mwamko au ni alama ya kwanza na hatua ya kwanza ya mwamko wa taifa uwekeza katika kuheshimu vitabu. Ee, naomba pia nirejee jambo dogo. Wakati Rais Julius Nyerere anaongoza nchi, alifanya kazi za kutosha za kuandika, na pale uongozi wa uongozi na mtazamo una, unaonekana wazi kuanzia mwanzo kwa hiyo tufike mahali ambako viongozi wetu mawaziri, wabunge, watakuwa na tabia ya kusema walau hata mara tano kwa mwaka kwamba mimi nilisoma kitabu hiki, na hapo tutapata watoto wenye mwamko na heshima kwa vitabu. Na sisi kama Waafrika tunasema habari zetu si njema ukizisoma, na habari zetu hazipo. Mbona watoto wanamjua Cinderella? Cinderella ni nani? Sasa kama tunataka kubishana bishana kwenye maandishi hapo na uwezo wa kudanganya dunia ulimwengu unavyotaka, lakini pia na uwezo wa kueleza ulimwengu mafanikio yako ambayo ungependa uheshimiwe kwayo. mm -hmm. na kwako kwa kama mwandishi eh, pengine tugusie pia muhtasari wa vitabu manakala ambazo eh, zitapatikana katika maonesho um, okay. um, kama mwandishi ni, ni, ni, na, na vitabu ambavyo nimeandika kuhusu Nyumba za asili za Tanzania. hmm. kipo na kitabu Amasi na Boke, um, makumbusho Amasi na Boke. E, Eto ehe. Um, pia ninacho cha cha ama, Amasi na Boke ni series, ni muendelezo. hmm. ni, ni yeah, yeah. ni, um, wanaenda mm. mgawani, wanajifunza kuhusu vyakula mbalimbali sehemu mbalimbali za Tanzania. hmm. na kingine ni kinaitwa Gili na Mwita, ambao ni watoto wanaendesha baisikeli kwenda kumtembelea mwezi, lakini ni kwa ajili ya kusoma Mm. ni ya vitu vya angani, angani. Mm -hmm. na sayansi ya angani na kama mwalimu, yaani naamini kwamba watoto wana uwezo wa kujifunza vizuri zaidi kupitia stori, yani kwa mfano unamfundisha mtoto kuhusu uchavushaji wa maua mm. Ni heri ukamwandikia stori, anakuwa labda anaongea na nyuki, nyuki anaenda kwenye ua ile ana, ataelewa vizuri zaidi, ataelewa elimu ya kuhusu mazingira na jinsi ekosystem zinavyojiendesha kuliko ile wa kwanza kumwambia, sasa define mm. ekos, right definition. andika maana si neno moja mm -hmm. mm -hmm. Na, na tofauti na sasa ali amegusia, um, kuhusiana na kuwajengea watoto uh, ile kiu ya kutaka kusoma kwanzia wanavyokuwa wadogo mm. Kwa sasa tunashuhudia unakuta mtoto uh, anapewa zaidi vifaa hivi vya kielektroniki mm. kuliko humputa mzazi, labda anampa mtoto kitabu mm. eh, unadhani kwa mzazi ama mlezi unaweza ukamshauri nini hasa ili kumtengeneza mtoto wake awe mpenzi wa usomaji? mm, um, kwa kweli tafiti nyingi tunazozifanya sasa hivi kuhusu um, developmental reading assessments zinaonyesha kwamba usomaji, uwezo wa waku, kusoma kuhifadhi zile taarifa ambazo mtoto amesoma na kuchanganua unashuka. Yaani, hili ni tatizo ambalo linaonekana, um, ni lina, lina dunia nzima mm -hmm. na chanzo kimoja hapo ni hizi vifaa vya kidigitali ambavyo watoto wanatumia muda mwingi kuangalia TV, kukaa kwenye tablet. Kwa sababu kitabu kinamfundisha mtoto sio tu um, kupata misamiati mipya, lakini pia kinamfundisha kuchanganua, kinamfundisha kujitengenezea uwezo wa kusolve problems na pia kinamfundisha ku retain ku, kuhifadhi information kichwani na <coughs> kinamfundisha kufocus mm. Kwa hiyo ki, hiyo kitu itamsaidia si tu darasani, hata kwenye maisha. Akikaa kuongea na watu anafahamu vitu vingi, kwa sababu anaposoma kitabu ana, ana ni story, lakini anasoma vitu vingi ndani yake. Kwa mfano kitabu cha cha, cha Nahida cha cha slavery. Um, mtoto anasoma ile historia ya utumwa mm, kupitia story tu ya ya, ya mtoto mwenzie ndani ya kitabu, kwa hiyo um, mimi na, ningeshauri kwamba wazazi waanze kuanzia nyumbani kwa sababu kusoma ni utamaduni mm, na Waafrika tuna utamaduni wa story. Sema tu tunaambiana kwa maneno, lakini sasa hivi tupo katika kipindi ambacho mm, watoto unaweza kitabu kitakuwa ni sehemu ya storytelling anakaa nyumbani, kwa hiyo hii ni, ni tamaduni ambayo mzazi anatakiwa aianzishe nyumbani, isiwe tu shuleni, lakini itawasaidia shu, si, si tu shule, hata kwenye maisha yao, kwa sababu anatakiwa pia mtoto aweze kuwasilisha. Mfano, kwenye mtihani anapojibu mtihani, ile ni communication. anapo, anapoandika au anapojielezea hizi hizi skills, mtoto anajifunza vizuri sana kupitia kusoma vitabu. Oya, mm -hmm. Oh, yeah. Basi tunawashukuru sana, sisi tukutane tu kesho eh, yeah, na kwa maneno machache tu labda ya kuwakaribisha watu kwanzia kesho yeah. Yeah. Tunawakaribisha watanzania wote walioko Dar es Salaam wanaweza kupata fursa kwa urahisi lakini, hmm. ya siku sita inamaanisha popote unakotoka, uh, hapa Tanzania unaweza ukafika. Karibuni, mtapata fursa ya kuona mambo mengi, na katika siku ya kufunga uh, tumeshawasilisha ombi la Wizara ya Elimu kutuma mwakilishi, labda ni katibu mkuu au mheshimiwa waziri atakuja kufunga hii. Yote inaonyesha kwamba hmm. ni swala la kiutamaduni la kielimu. Kwa karibuni sana katika maonesho ya thelathini na mbili ya kimataifa ya vitabu, tupate fursa ya kujielewa zaidi na kujinadi kwa ulimwengu hapa tulipo. Nam, nawashukuru sana, nawatakia kila la heri na ndivyo tunakamilisha hivyo.